Na sherehe maalum ya kuadhimisha miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chama cha ODM imeanza rasmi huku wanachama wakiabiri treni ya SGR kuelekea Mombasa kwa tamasha mbalimbali zilizoandaliwa kusherehekea ufanisi wa chama hicho. Fika Mombasa, tunatarajia sasa kusherekea maisha ya baba, lakini pia kujikumbusha maadili ya baba, maana hiyo ndio ya muhimu kabisa. Na tunaomba vijana wote, tumetoka Nairobi, tunaingia Mombasa, twende kwa heshima, tuheshimu jiji la Mombasa, tusherekee baba jinsi alivyopenda. Tukitoka huko, wajue kwamba sisi wana ODM huwa tunafanya vitu kitofauti. Kwa hivyo nashukuru wote na naomba Mkumbuke yale alituachia tusiwahi kosa kutendea wananchi mema. Tarajio yangu wacha ni translate kile ambacho wasinia wangu wamesema, ni ya kwamba tunaenda kusherehekea legacy ya baba yetu, baba ambaye ametukuza katika siasa, amekuza chama cha ODM miaka ishirini ya kuwa katika chama hiki. So tunaenda kusherehekea kuwa katika chama na tunaenda pia kusherehekea baba yetu. This is the man who started ODM and ODM ODM and has been with us for 20 years, but ODM is Orange Democratic Movement, it is a movement wamenielezea nikitembea katika train hapa, yote wamesema, viongozi tukae pamoja, tushikilie chama, tukue na unity of purpose kama viongozi wa chama, na wanatutegemea sisi kama viongozi tupeleke chama mbele na tusisambaratishe chama kwa heshima ya kiongozi wetu, Uh, Raila Molodinga. So, imekuwa ni a very, very good ride. Tumepata nafasi ya kukaa na uh, wafuasi wetu na kusikiza hisia zao, their hopes, uh, challenges ambazo wanaona tuko hapa kwa train na uh, watu kutoka Turkana, Wasamburu, Wasingishu, Bomet tuko na wanachama kutoka Narok kutoka Kajiado kutoka Kakamega, Migori, Homa Bay.